Baba wa Mbinguni, chanzo cha nuru yote na wema wote, ninakuja mbele zako nikiwa na moyo ulio wazi, nikiitamani sana upendo wako usio na kipimo. Ulinihifadhi na kunipenda hata kabla sijakujua, na kwa njia ya Yesu Kristo umenikomboa na kunipa uzima mpya. Leo, Bwana, ninatamani kukaa katika uwepo wako, nikihisi joto la upendo wako usiobadilika na amani inayopita akili zote. Ruhusu moyo wangu ukae thabiti katika hakika ya upendo wako wa milele. Baba mpendwa, mimina juu yangu upendo wako kama mto wa maji ya uzima unaosafisha, kufufua na kuponya roho yangu. Roho Mtakatifu, kaa ndani yangu, uangaze mawazo yangu, uponye majeraha yangu, na ujaze moyo wangu furaha na tumaini. Nifundishe kuona dunia na watu kwa macho ya Kristo, kupenda bila mipaka, kusamehe bila masharti, na kutumikia kwa unyenyekevu. Maisha yangu yawe kioo cha neema yako na chombo cha upendo wako duniani. Bwana Yesu Kristo, wewe ndiwe udhihirisho kamili wa upendo wa Baba. Ulibeba dhambi na maumivu yangu, ukanyosha mikono yako kuikumbatia dunia yote. Nisaidie kutembea nawe kila siku, kuweka hofu, mashaka na mizigo yangu miguuni pako. Imarisha imani yangu ili niweze kukaa nimejikita katika upendo wako, na rehema zako zitembee kupitia kwangu, zikileta faraja, mwanga na tumaini kwa wengine. Mungu Mwenye Nguvu Zote, nainua moyo wangu kwako kwa shukrani na sifa. Maisha yangu yote yawe wimbo wa kumtukuza Jina lako. Nitumie kama chombo cha upendo wako katika familia yangu, kanisani na kila mahali unaponipeleka. Asante, Bwana, kwa upendo wa milele ambao hakuna kitu kinaweza kuutenganisha wala kuuharibu. Katika uwepo wako napata nguvu, amani na furaha ya kweli. Utukufu, heshima na sifa viwe kwako, sasa na milele. Amina.